A, tumekutana leo hapa kwa ajili ya kuziaga timu mbili za taifa ambazo zinakwenda nchini Kenya kwa ajili ya mashindano ya Africa Aquatic Zone 3 pamoja na Africa Junior and Senior Open Water Championship. Mashindano haya yataanza tarehe 16 mpaka tarehe 19 mjini Nairobi kwa upande wa swimming, na upande wa open water yatakuwa Mombasa tarehe 21. Uh, kwa timu zetu zote ziko vizuri na tunaamini kwamba wataenda kufanya vizuri sana. Uh, tumeona training za watoto upande wa swimming wamefanya vizuri sana, upande wa open water ambapo pia jana tulishuhudia wachezaji wetu kufanya vizuri sana na kutuweka katika nafasi ambayo wataweza kushiriki vizuri bila kupata tatizo lolote. Uh, timu yetu inaondoka na wachezaji 28 upande wa swimming na wachezaji wanne katika upande wa open water. Timu yetu ya wakubwa masters ya Tanzania pia itashiriki katika mashindano ya swimming ambayo yako Nairobi. Hivyo tutaondoka na wachezaji kumi ambao wanaenda kushiriki kwa ku represent Tanzania katika masters. Naomba mkafanye bidii, msiogope. Natambua tumefanya mazoezi pia kwenye pool ambalo linakaribia 50 mita. Kwa hiyo tusiwe na hofu ya kwamba hii ni 50 mita pool na, na sisi ni 25. Kwa hiyo Captain Romeo na Amelia, tunawategemea muongoze wenzenu kuleta kikombe cha mshindi wa kwanza. Uh, my name is

and we're We're going going there there definitely to win. We're not going there to win. not be second or third. We'll do our best that we are first. Kwa jina naitwa Romeo um, na ami wachezaji wache wa hii e team wataenda kufanya vizuri sana. Uh, tumejiandaa vizuri na naona watu wanapambana kuanzia last year na Naamini tutarudi na vikombe na nafasi ya kwanza. Na nataka kuwashukuru wazazi uh, na kocha zetu na TSA na BMT kusaidia sana kufika hapa, asante. Um, my name is Amelia Chali. I'm 17 years old and I'm the female captain for the swimming team. Uh, over the past year, since the last Kana, we've all been working hard trying to make this team and trying to represent our country in the best way possible.

Abena, ni kocha wa timu ina, inaenda Kenya. Kwanza kabisa nipende kuwashukuru waogeleaji wote maana tumekuwa tukisukumana kuamka asubuhi sana watoto wanaamka saa kumi, saa kumi na moja, inabidi wafike kwenye eneo la kufundishwa, na wameweza kufanya hivyo. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hilo. Pili, um, bila ya wazazi inamaanisha tungefeli zoezi lote la kufundisha. Kwa hiyo kazi kubwa iliyofanyika, mi naweza kusema ni wazazi wanaosababisha watoto wafike sehemu ya kutrain. Uh, na tatu nipongeze serikali kutusapoti kwa kila hatua ambayo tunafanya. Wametambua na wameamua kuwa motivate au waogeleaji wetu, kwa hii si tunasema ni spiriti kubwa, na wameongeza hata ile morali wa, wa mashindano. Kwayo tunaamini tutafanya jambo kubwa ya mwaka huu, na bila kusahau TSA eh, wamekuwa hawalali usiku kucha kuhakikisha sisi sote tunasafiri na tunaenda kupambana kadri tulivyojiandaa. Kama maneno hayo, niko tayari kuja kukabidhi bendera.